Wanasimba, mambo vipi eh bana? Kuna hii hapa stori moja kubwa sana nikasema ni share na nyinyi hapa kupitia Rick Media. Uh, sasa kwa mujibu wa shirika la takwimu na uchambuzi wa masuala ya kimichezo Afrika inaitwa Africa, uh, Africa Soccer Zone limetoa takwimu za vilabu barani Afrika baada ya kumalizika kwa hatua ya robo fainali na kukusanya alama muhimu katika msimamo wa vilabu kafu. Sasa kwa mujibu wa takwimu hizo ni kwamba klabu ya Simba imejikusanyia alama baada ya kufuzwa hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho na kusogea hadi nafasi ya nne katika viwango vya vilabu Afrika. Sasa nataka nikutajie top 5, kama unajisikia timu yako hapa kaa pembeni. Namba moja inashikiliwa na Al Ahli ambao wao wana pointi 78. Namba mbili inashikiliwa na Sundowns wakiwa na pointi 57. wa na na Namba tatu ni Esperance Tunisia ambayo ina pointi 57 na Namba nne, wapo Simba wakiwa na pointi 43. Namba tano wako Zamalek wakiwa na pointi 42. Niambie, umeisikia klabu yako hapa? Mbona unashabikia wewe eh bana? Sasa kwa mujibu wa wa African Soccer Zone, wao wametoa takwimu zao hizo hapo, na klabu ya Simba ikiwa ni klabu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Umeumia au umefurahia? Drop comment yako hapa chini. Ni naita Ricky Kisalala San.